Ni wakati na muda wa kuzijua zile story kubwa zote ambazo zimeandikwa kupitia magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo Alhamisi ya tarehe 22 ya mwezi wa 6 2017, ambapo tunakutana kila asubuhi hapa na kuzijua zile habari zote kubwa ambazo zimeandikwa kupitia magazeti ya Hard News, michezo pamoja na udako na, nawakaribisha sana. Mimi naitwa Alice Tupa, na moja kwa moja kwa siku ya leo tukianza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Kupitia ukurasa wa mbele, kuna habari kubwa kabisa ya masikitiko inayosema trafiki wawili wauawa Kibiti, walimiminiwa risasi wa wanaendelea na kazi, mmoja anusurika. Ni siku moja baada ya Magufuli kutoa onyo kali dhidi ya wauaji. Na habari hii tukiangalia kwa fupi zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti la Majira nasema askari polisi wawili wa kikosi cha usalama barabarani wilayani Kibiti mkoani Pwani wameuawa na watu wasiojulikana baada ya kushambuliwa kwa risasi vichwani, mbavuni na miguuni. Katika tukio hilo askari wa kike wa kikosi hicho alifanikiwa kukimbia, na askari hao walipoteza maisha jana alasiri wakiwa eneo lao la kazi. Katika katika kijiji cha Msafiri kata ya Bungu wilani, wilaya ya Kibiti. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimelifikia gazeti hili la la Majira, zilieleza kwamba askari hao walikuwa wakitekeleza majukumu yao katika barabara ya Kibiti Lindi, karibu na eneo ambalo askari nane walishambuliwa na kuwa wakati ya ki, wakitoka jaribu Aprili mwaka huu. Mauaji ya askari hayo yametokea ikiwa ni siku moja tangu Rais John Magufuli kuonya watu wanaojihusisha na vitendo hivyo, akiwataka waache mara moja, kwani wamekuwa wakichangia kukwamisha shughuli za maendeleo. Ni habari hii ambayo naweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu wa nne wa gazeti la Majira. Habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia kurasa za gazeti la Majira zinasema serikali kuendelea kusaidia wakimbizi. Ni habari ambayo inaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia mea wa Ubungo achiwa na polisi. Ni habari ambayo inaeleza katika ukurasa wa 4. Waislam Tabora watakiwa kumuunga mkono Magufuli, lakini pia vijana 2340 waliokuwa kishiriki uhalifu Kibiti wameokoka asema askofu. Pia kuna habari ya michezo inasema, Magufuli wapa pole Yanga kwa msiba. Na habari picha kwa siku leo inasema waziri mkuu Kassim Majaliwa, akisalimiana na mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongella baada ya kuwasili uwanja wa ndege Mwanza jana akiwa njiani kuelekea Chato mkoani Geita ambako atakuwa na ziara ya siku mbili ni habari hii picha kama mnavyoiona kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Majira. Gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo katika ukurasa wake wa mbele, pia kuna habari tu nyingi moja ikisema mashujaa nyuma ya vita ya escrow, mbinu zilizotumika ndani na nje ya vita mbinu zilizotumika ndani na nje ya bunge kufichua kashfa ya uchotaji wa mabilioni ni habari hii ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa kurasa wa pili na tatu wa gazeti la Mtanzania, lakini pia mashujaa hao ambao wameorodheshwa ambao wame hapa ni pamoja na Zito Kabwe, Dr. Edward Hose Deo Philip Kunjombe, Rishedi Bade, Ole Sendeka, David Kafulila, Profesa Maki Mwandosa, Tundu Lisu, Dr. Hamisi Kigwangala, Ana Kilango na Ludoviki Utoni. Habari hii ambayo kama nilivyosema unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine kubwa nasema, JPM amtaka bosi Dawasa achie ngazi. Ah, na tukitazama habari nasema, Rais Dr. John Magufuli amemtaka ofisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam Dawasa acha hadi mtalemwa kustaafu haraka kabla mabaya hayajamkuta amesema mtu anaweza akawa na umbo zuri ambalo halizeki lakini umri huwa unakwenda hivyo akataka astaafu na kuachia nafasi hiyo vijana rais Dr. Magufuli alisema hayo jana wakati wa uzinduzi wa mradi wa maji rufu jum kwa nipwani ambako anaendelea na ziara yake ni habari hiyo ambayo anaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti la Mtanzania habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele Amesema trafiki wawili wauawa Kibiti. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Tukilitazama pia gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo kupitia ukurasa wake mbele, kuna habari kubwa kabisa unasema: kufuru ya wauza unga gerezani. Sianga asema wanataarifiwa jinsi wanavyoishi kifahari, ambapo imeelezwa kuwa nyumba gerezani, mfungwa mmoja amejenga nyumba karibu na gereza ili litumike kupikia chakula asubuhi na mchana, pia ukarabati kabla kuhukumiwa. Kifungo mfanyabiashara dawa za kulevya alifanya ukarabati wa gereza ili baada ya hukumu yake aishi sehemu sehemu safi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne kwa gazeti hili la Mwananchi na tukitazama kupitia ukurasa huu inasema, kamishna mkuu wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya DCEA Rogers Sianga amesema baadhi ya wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya waliofungwa jela wanaishi maisha ya kifahari gerezani. Pia amesema baadhi yao wanafadhili kazi za serikali, viongozi wanawalinda na madhehebu ya dini mbalimbali. Sianga alisema hayo katika mahojiano na gazeti la Mwananchi kuhusu maendeleo ya vita dhidi ya dawa za kulevya na kueleza kwa kazi ya kusambaratisha mta mtandao wa biashara hiyo inazidi kuwa hatari kiasi cha yeye kunusurika kuuawa. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema kauli ya Ndugai, mgawanyo wa bajeti ya pingwa ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tano. Lakini pia Chadema yasema sasa basi kama atakamata viongozi wake ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. JPM wa Mkomalia bosi Dawasa chengazi, pia kafuli pumba yazidi kupewa meno sasa Rita ya mtambua ni habari ambayo inaenda ku, kuendelea kusoma katika ukurasa wa nne gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine nasema trafiki wawili wapigwa risasi Kibiti, mkuu wa majeshi kutua leo ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Lakini pia suruali elfu tano za JWTZ za mpandisha kizimbani. Aa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa sita. Habari ya michezo kwa siku leo nasema Yanga yana mikono kwa fundi ni yonzi, lakini pia kuna habari picha inasema vijana wa jeshi la kujenga taifa JKT, wakiwa katika onyesho la kufungua kufunga na kutumia silaha katika sherehe za kuhitimu mafunzo ya awamu ya pili ya Operation Magufuli 2017 na iliofanyika kikosi cha Bulombola wilayani Kigoma juzi. Habari hii picha kama mnavyoiona kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti hili la gazeti la Mwananchi. Gazeti la Uhuru pia kwa siku ya leo aa, katika ukurasa wa mbele imeandika, sasa ya tosha, JPM amtaka Mutalemwa kujiuzulu amwagiza kupeleka maji Kisarawe. Habari hii unaweza kuendelea kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Pia kuna habari nasema, abambwa na suruali 1500 za JWTZ. Ngoko ngo, mkazi wa tabata Segerea, dar es Salaam, alifikishwa mahakamani hapo mapema jana asubuhi na kupandishwa kizimbani mbele ya kimu mkazi mwandamizi Victoria Nongwa. Ni habari ambayo naweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Pia wauaji waua askari wawili, ni habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Taasisi 30 za ruhusiwa kusafirisha mahujaji, ni habari nyingine pia hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Pia mahakama yameondolea shtaka Bitaho wa TBS ni habari nyingine hiyo pia ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele, na habari hizi zote kwa siku ya leo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa mbili wa gazeti la Huru, unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Nipashe Mwanga Jamii pia tukilitazama kwa siku ya leo kupitia ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa moja hapo ikisema, Muhongo atoroka, katibu asema hana taarifa zake tangu siku ile. Na habari hii tukiangalia katika ukurasa wa pili wa gazeti linasema alikuwa waziri wa nishati na madini Profesa Sospita Muhongo hajaonekana bungeni mjini Dodoma bila ruhusa spika tangu uteuzi wake katika baraza la mawaziri utenguliwe wiki tano zilizopita. Mei 24 mwaka huu Rais John Magufuli alitengua uteuzi wa Profesa Muhongo katika baraza la mawaziri ikiwa muda mfupi baada ya kukabidhiwa ripoti ya kamati ya kwanza uchunguzi wa mchanga wa dhahabu makinikia. Na habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine nasema koti lililo lilivomokoa kuawa na tembo ni habari hii ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 3, lakini pia TAKUKURU kuhamia kashfa nyingine ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe. Na habari hii pia tukiangalia kwa ufupi zaidi nasema taasisi ya kuzuia na kupambana na kupambana na rushwa TAKUKURU imesema itawafikisha mahakamani kutegemeana na ushahidi watuhumiwa wote waliojihusisha na jinai ikiwemo kashfa nyingine nje ya akaunti ya Tegeta Escrow ambayo wahusika wake wakuu walinyimwa dhamana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mwanzoni mwa wiki. Akizungumza na gazeti la Nipashe kwa njia ya simu jana, ofisa wa uhusiano wa mawasiliano wa uh, TAKUKURU makao makuu, Musa Misalaba, alisema kuna tuhuma mbalimbali zinazofanywa kazi ikiwemo zilizoainishwa na Bunge. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine inasema Magufuli amtaka Kigogo staafu, ni habari ambayo naweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa nne. Pia kuna habari ya michezo kwa siku leo inasema Yanga ya Mkabidhi ni Yonzi Masimba, ni habari zote hizo ambazo zinapatikana kwa kupitia ukurasa wa gazeti la Nipashe na naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Habari Leo pia tukilitazama kwa siku leo limeandika Magufuli amtumbua mtalemu wa Dawasa amwambia staafu apishe vijana kata maji kuangua ma RC, ma DC, na madedi ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa nane wa gazeti hili la habari leo, unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Lakini pia kuna habari inaosema Magufuli azindua viwanda vikubwa vitatu, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nane. Trafiki wawili wa, nane, wa, widow wauawa Kibiti, gari lao la chomwa moto, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nane wa gazeti hili la habari leo. Pia kizimbani kukamatwa na sare elfu tano za JWTZ. Pia kuna habari nyingine zinazosema tembo wamevamia kijiji cha Mkole wilayani Nkasi mkoani Rukwa wakitokea katika pori la akiba la Lwafi na ku kuzua taharuki ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa saba. Pia kuna habari ya michezo inasema, sasa ni wazi kuwa nahodha msaidizi wa Yanga Haruna Niyonzima amefunguliwa njia kuelekea Simba. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 32 wa gazeti hili la habari leo. Tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, katika upande wa magazeti ya hard news kwa siku ya leo, kuna habari inasema, upinzani hatarini, mkakati mpya kudhoofisha bainika, wabunge wanaopiga kura ya hapana kunyimwa huduma majimboni, kamata kamata viongozi kazi ya shika kasi nchi nzima. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa kwa undani zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima. Pia wauaji kibiti kichwa ngumu licha ya onyo la rais Magufuli waua askari traffic wawili. Ni habari nyingine hiyo pia ambayo inapatikana katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la Tanzania Daima. Bodi ya mikopo ya saka wadaiwa wa maofisini. Ni habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la Tanzania Daima. JPM, wasema Dawasco kateni maji hata ikulu. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Utafiti wasema wanaume wa wazee huzalisha watoto werevu. Pia kuna habari ya michezo inasema ni yonzi maacha maumivu Yanga. Ni habari hizo zote zote. Aa, ni habari hizo zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Amani peke yake, ambapo gazeti hili kama mnavyoona kupitia ukurasa wake mbele kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika ukurasa wake nyuma kuna habari tu nyingi za udaku na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Amani. Tunamalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo, ambapo tuna gazeti la Bingwa pamoja na gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Bingwa likiandika mikono juu, mwendo wa mateka, Yanga yashindwa ya mshindwa nionzi masasahuru hukipiga Simba. Habari hii inaendelea katika katika ukurasa ukurasa wa wa wa pili wa gazeti gazeti hili hili la la Bingwa. Pia kuna habari nasema mkwasa sema, msiwe na wasiwasi kwa jibu. Habari nyingine hii inapatikana katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Bingwa. Pia a, kuna habari inasema Kigugu Simba afuata beki Ghana Mourinho asema TRA wazushi tu, lakini pia Ronaldo aibeba Ureno mabara mabara Saida Karori ani ka uhusiano wake. Katika ukurasa wa nyuma gazeti la Bingo, kuna bado nasema wazushi tu, Mourinho adai TRA ya Hispania ni wababaishaji. Ni habari ambayo inaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 23. Pepe amkwepa Ronaldo kwa upe ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 23. Pia Ramsey msaini mkata a, saini mkataba mpya Arsenal, Verratti aichongea baka kwa kwa mkongwe ni habari nyingine hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 23. Chelsea wamgeukia Lewandowski, lakini pia baka wamepania ya kwa mbele ni habari zote hizo za michezo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingo. Gazeti la Mwanaspoti limeandika kwani sisi na wao lini, haruna ongeza formation sita Msimbazi. Ni habari hiyo kubwa kabisa ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa nane wa gazeti hili la Mwanaspoti. Malinzi wa Mbura watikiswa, ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa nane wa gazeti hili la Mwanaspoti. Pia kuna habari unasema Yanga asema bora aondoke tu ange tu chomesha ni mbalimbali ambayo yanapatikana katika ukurasa wa nane wa gazeti hili la Mwanasport. Katika ukurasa wa nyuma gazeti la Mwanasport kuna habari kubwa kabisa inasema Liverpool yavunja rekodi kwa Salah, nani habari hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanasport. Na kwa siku leo tumefikia mwisho katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com, lakini endelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo jina langu na